Wa umma wanaoishi ndani ya mkoa wa mjini Magharibi wafike kwake na kumwonyesha vitambulisho vyao kwa lengo la alichokiita eti kujiridhisha kama wamejiandikisha kupiga kupiga kura. Mheshimiwa waandishi wa habari, kauli hii ya mkuu wa mkoa, mkoa ni jinai ni ukosefu wa maadili kwa kiongozi wa umma, ni mhemko wa kisiasa, na kwa ufupi tunaweza kuliita zoezi analotaka kulifanya ni zoezi la kuhamasisha uhalifu. Na nitaeleza kauli hii, ndugu waandishi wa habari, kwa uchambuzi wa haraka niliyofanya inavunja sheria tano za nchi hii. Inavunja sheria ya uchaguzi ya Zanzibar, sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, yani Personal Data Protection Act ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria ya maadili ya viongozi wa umma na inavunja sheria ya utumishi wa umma lakini mbali ya hivyo inavunja pia katiba yetu ya Zanzibar ya mwaka 84. Sasa nitaeleza kwa kiasi gani sheria hizi zinavunjwa. So, mimi nimekaa hapa kama mwanasheria mkuu, lazima niwaeleze katika engo ya sheria. Wengine watamwambia kwa lugha nyingine anazozifahamu, mi nitamweleza kwa lugha ya sheria. Waandishi wa habari, kwa nini nasema uvunjaji wa sheria za uchaguzi hasa sheria ya uchaguzi ya Zanzibar, kifungu cha 118 G, tafasili ya G. Kifungu cha 118 cha sheria ya uchaguzi ya Zanzibar inaeleza kwamba ni makosa mtu yoyote kuuza, kununua na hapa ninapotaka kusema ndio hmm, mpa bold na ku underline kuuza kununua au kumpatia, naelewana vizuri eh? Au kumpatia kitambulisho cha kupiga kura mtu ambaye hahusiki ni makosa. Na inaposema ni makosa kwa mujibu wa sheria ile, kwa sababu ukisoma kile kifungu chini kinasema, mtu huyu atakapopatikana na hatia atalipa fine kuanzia shilingi laki tatu mpaka milioni tatu au kifungo cha miezi sita, miezi mitatu mpaka miezi sita. Maana yake ni jinai kumpatia mtu kitambulisho chako ambaye hahusiki. Sasa kwa nini tunasema Kitwana hahusiki? Kwa sababu mkuu wa mkoa hayupo kwenye chain ya wahusika katika zo -zo -zo -zo -zo -zo -zo -zo zoezi lolote linalohusiana na vitambulisho vya mpiga kura, si afisa wa tume, si wakala si mtu yoyote kwenye tume. Sasa hahusiki kwa tafsiri hii, na ndio maana sheria inasema hahusiki, kwa sababu ukienda kwenye kupiga kura. Nimeona anatoa huo mfano kwamba si wakienda kupiga kura, si watakutana na mawakala wanataka kuonyesha kama umeandikishwa? Ndio, kwa sababu wale wanahusika kwenye zoezi la kura, wako kwenye chain ya kura. Ukienda kituoni, utamwonyesha wakala, utamuonyesha afisa wa tume, si ndio? Yeye mkuu wa mkoa hahusiki, kwa mujibu wa sheria, ni kosa la jinai. Kwa hiyo Sheikh Faruki, hapa tukisema tukuripoti kwa kumpatia mkuu wa mkoa wa kitambulisho chako, tunaweza tukawaambia polisi waanze uchunguzi. Ndio maana nikasema ni zoezi la kuhamasisha nini? Uhalifu, sababu sheria imetamka kwamba hilo ni kosa kisheria.